Msingi akavunjika nyonga. Maiko alishikana na mimi bega na bega kunitafutia haki. Nilienda kwa wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, kila sehemu nikitembeza na Maiko. Nilikuwa na uoga, lakini Maiko alinitia ujasiri, aliniambia, alinia dada yangu, usiogope. Nilipambaniwa na huyu Maiko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 to the fullest kabla ya kufikwa na mauti siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Baba naomba usimame. Salamu naomba usimame. Huyu ndiye katibu wa baraza la vijana wilaya Nyamagana, naomba ukae, ambaye alifanya kazi na Michael Christian akiwa mwenyekiti wake. Mimi kama katibu wa chama na umri wangu mdogo, ninayalea mabaraza yote ya chama kama mlezi wao, siku hiyo nizungumza nao mara tatu tatu, nilizungumza na Michael, nilizungumza na Alibaba. Bahati mbaya sana tulipokea taarifa za msiba wa Michael, Michael amekufa. Tunapenda kulikomboa taifa kupitia Michael. Itoshe kusema tusilie sana, maneno mengi tutamsifia, tusilie, tumwezi kwa mazuri yote aliyoyapigania kwa katika uhai wake. Niwaombe tutasomoneka wote, itosha kusema Michael amepigana vita vilivyo vizuri, imani ameilinda. Michael kamanda, pumzika kwa amani. Asanteni sana. Nikaingia lokapu pale, hivyo ingia lokapu, nikamkuta huyo kijana na wengine kwao, tulishinda naye tangu saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja tulivyoachiwa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 kwamba tutie moyo ambao bado tunapumua, tujue kwamba kuna kazi iliyoanza haijaisha. Lakini niseme lililo la haki, lisemeni. Semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Sisi kanisa hatuna mpango wa kusika katika hali ya, ya, ya, ya mchanganyiko wa hali ya usiasa. Hiyo habari, hatuna siasa yetu ni kumulilia Mungu. Siasa yetu ni maombi, siasa yetu ni kufunga, siasa yetu ni kutoka kutangaza ukweli katika Mungu. Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kujitwalia roho ya huyu ndugu yetu mpendwa Christian. Sisi tunaurudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu tukiamini kwamba Mungu utamfufua katika siku ya mwisho. Tunakuomba haya e Bwana kwa njia ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu.